Alhamdulillahi alladhi amara bidhikri wa akhbara anna dhikra tanfau lmuminin, wa usalli wa usallim ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Kwa masikitiko makubwa tumewajibika kurekodi sauti zetu tukikemea tukio ambalo kwamba limetokea hivi majuzi katika Kaunti ya Lamu, video ambayo kwamba imeenea katika mitandao ya kijamii ikionyesha wanaume wawili wakitenda kitendo kichafu cha Sodom and Gomora. Kwa masikitiko makubwa twasema kuambia ulimwengu, Uislamu uko mbali na uchafu kama huu, kitendo ambacho kwamba kitabu chetu kitakatifu Qurani inatueleza namna Mwenyezi Mungu alivyowafanya watu kama hawa, namna alivyowaadhibu, namna alivyobeba hicho kijiji cha Sodoma na Gomora, akawa ni mwenye kukiangamiza. Kama tulivyokemea jana na juzi, shirika ambalo kwamba limebeba taswira na jina la Kiislamu la muhuri walipomteua chair wa bodi yao, mtu ambaye kwamba alionekana akipigia debe masuala kama haya, mambo kama haya ya LGBTQ. Kama vile jana na juzi tulikemea bloga mmoja katika mji wa Mombasa namna alivyofanyiwa kitendo cha unyama vilevile tunakemea tena kwa masikitiko makubwa picha ambayo kwamba leo hii imedhihiri katika kaunti ya Lamu. Ni mji ambao kwamba una historia wa dini yetu ya Kiislamu katika nchi hii ya Kenya. Nasaha yangu viongozi wa kidini, wakaazi wa Lamu, viongozi wa kiserikali, kila mmoja mwanaume kwa mwanamke, ipo haja muweze kuulinda mji wa Lamu. Ni mji ambao kwamba una historia na dini yetu, ni mji ambao kwamba unanasibishwa na dini yetu. Wala msiregee nyuma katika kosa linapofanyika. Anasema Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam, lau saraqat fatima lakatatu yadaha, lau angeiba binti yangu Fatima kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ningeukata mkono wake. Ikiwa mtume angemsimamishia hukumu na uadilifu binti yake, lau angeingia katika kosa la na wizi, nani mwingine, nani mwingine ambaye kwamba tutamstahi, ambaye kwamba si damu ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam? Ni aibu kubwa ambayo kwamba tumeipata kutoka Lamu lakini twapenda kueleza ulimwengu, kuna Uislamu na kuna Mwislamu. Kosa la Mwislamu si Uislamu. Uislamu uko mbali na uovu kama huu, Uislamu uko mbali na uchafu kama huu. Na twajua kesi iko katika mahakama, twaomba mahakama zetu zisimame na uadilifu, tuweze kuchunga monyonyoko wa maadili ambayo kwamba vizazi vyetu tuna viogopea. Leo sisi kama wazazi tuko hai, hali ni kama hii. Je, Mwenyezi Mungu akituondoa duniani, hali yao itakuwa juu ya mgongo wa ardhi? Tuna imani na mahkama, wasiwe na huruma kwa mtu yoyote ambaye kwamba atachangia uharibifu wa maadili, uharibifu wa maumbile ambayo kwamba ha